Naam mtazamaji wa Trend TV, bwana, hii inaweza ikawa ni habari nzito kweli kweli, na inaweza ikawa ni very impressive news kwa wadau ambao walikuwa labda hawaifahamu. Umeona bwana, habari ambayo tumeipata leo bwana ni kwamba kama unavyoelewa kwamba ma celebrity ambao wamehudhuria katika ile sherehe au ya, katika ile birthday party ya bilionea eh, huko Ghana ambaye anafahamika kwa jina la Richard Kwae, huyu jamaa alikuwa anafikisha umri wa miaka 40, na katika birthday hiyo ni kwamba huyu jamaa bwana alialika ma celebrity wengi sana, na kitu ambacho tumependa zaidi ni kwamba eh, utaratibu ulikuwa uko wazi, yaani kila ambacho kilikuwa kinaendelea kuanzia kwenye list ya ma celebrity ambao wataalikwa kuperform na nini, walikuwa wamepost, na walikuwa wanaonyesha kabisa kila kitu wazi kabisa huko mitandaoni. Kwa hiyo tunajua kuanzia list ya ma celebrity ambao watakuwepo waliweka bayana, lakini pia tuliona kwamba tuliona kwamba Diamond alitumiwa private jet ambayo ni mpya kabisa Umeona, yani treatment ambayo alikuwa alikuwa treated Diamond ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba ni, ni very extraordinary ukilinganisha na wasanii wengine. Yani huyu bilionea hivi karibuni tu ndo amenunua hii Gulfstream jet umeona 400 ambayo ni private jet yake mpya kabisa, lakini kutokana na kwamba katika birthday yake alikuwa anataka Diamond awepo kuperform, ilibidi aitumie ile ile private jet yake aitume ije Tanzania kumchukua Diamond impeleke Ghana. Meona, private jet yake mpya na Diamond alipopanda katika private mpya huyu... katika private jet mpya ya huyu jamaa Diamond akaweka kwenye siti moja ya private jet hiyo, akaweka sabuni zake pale, akazipiga picha. Moja kati ya vitu ambavyo tulizungumzia jana na ni kitu ambacho kilikuwa kimewafurahisha watu wengi sana. so Diamond bwana ametumiwa private jet ambayo ni mpya huyu mshikaji, lakini pia alipofika kule alikuwa kwamba huyu tajiri alikuwa yuko karibu sana na Diamond kuliko mtu mwingine yeyote Yani, Diamond akipanda gari basi tajiri yupo humo ndani e. Tajiri akiwa ametoka ameshuka, labda anakutana na watu anasalimiana nao, tajiri yuko pale pembeni. Ilikuwa ni moment ambayo ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba jinsi gani ambavyo huyu bilionea alikuwa anamuimpress na na kumcherish Diamond uwepo wake kule Ghana katika birthday yake, na Diamond ukweli alikuwa ndo kivutio kikubwa zaidi e, katika hii birthday ya huyu bilionea Richard wa huko Ghana, kwa sababu hata ukiangalia headlines zote katika blogi kubwa za huko Ghana ni kwamba Diamond ndiye ambaye alikuwa anazungumziwa zaidi kuliko hata Davido, lakini Davido amekuja kutubamiza sehemu ndogo sana. <laughs> Davido bwana amekuja kutukamata kwenye kuimba yani, kwenye performance Davido, show yake ilikuwa kali kuliko Diamond, hilo lazima tuweke ukweli bayana eh, ila Diamond alitikisa, yani ile kumake headline Jamaa alitisha ila kwenye upande wa kuperform Davido aliua zaidi. Hiyo ni kitu ambacho kiko obviously, kwa mtu yoyote ambaye anafahamu mambo obviously atakuwa anaelewa kilicho happen. Sasa hapa tumepata habari mpya kuhusiana na payment fees, au vipi bwana e? kama ulikuwa ufahamu ni kwamba malipo yalikuwa tofauti tofauti, unaona, no, kwa kule Ghana kuna ma celebrity wao vile vile Eh, yaani kule Ghana kuna macelebrity ambao wanafanya vizuri sana katika music industry ambapo huyu bilionea aliwaalika vile vile waje kuperform katika birthday yake. Kama vile kuna huyu Stoneboy ni moja kati ya wa wasanii wakubwa sana huko Ghana, yaani huyu Stoneboy huko Ghana bwana, ni kama ni kama platinum za hapa Bongo, unaelewa. Na ukimzungumzia msanii mwingine anaitwa Sarkodie, huyu ni rapper wa huko huko Ghana, na yeye pia ni moja kati ya marapa ambao wana, wana heshima kubwa huko nchini kwao. Wote hawa walikuwepo pale na nitakutajia viasi ambavyo wamelipwa, lakini kitu ambacho unaweza usiamini ni kwamba Diamond amelipwa pesa nyingi kuliko hata Davido. Just imagine Diamond amelipwa pesa nyingi kuliko Davido, kwa hiyo kwa mara ya kwanza kama Watanzania hiki ni kitu cha kujivunia kwamba kuona msanii kutoka Tanzania analipwa pesa ndefu kuliko msanii kutoka Nigeria. At the same time ukizingatia ni kwamba huyu msanii wa Nigeria ana mahiti mengi, ana pesa zaidi, ana mpaka private jeti ye mwenyewe huyo. Davido alishuka pale na private jeti ambayo ni kubwa kuliko hata ya huyo Richard Kwae ambao ilikuja kumfuata Diamond huku Davido ana private jeti za Tanzania Bombardier, umeona, lakini still eh, Diamond amekuja kulipwa pesa ndefu kuliko Davido kwa uwepo wake pale wa kuperform nyimbo zake zile kama ame, Diamond nadhani ameperform nyimbo mbili ame, ameimba ame jeje akaimba na Komasava, amekunja mpunga huu hapo dola laki sita. Umeona bwana, dola laki sita. Sasa ukipiga mahesabu hiyo dola laki sita hii ni zaidi ya half a million dollar. Yani hapo ni kama vile uh, Diamond kwa hii show tu alikuwa na uwezo wa kununua Lamborghini mbili. Umeona? Kwa hiyo show moja tu alikuwa na uwezo wa kununua Lamborghini mbili Aventador zile. Au vipi bwana? Yaani kinyamwezi kabisa. Sasa ngoja nikutajie list yenyewe jinsi ilivyo kwa mujibu wa baadhi ya page za huko huko Ghana zilivyoripoti. Ameandika kwamba Davido amelipwa half a million dollars, yani 500,000 dollars za Kimarekani ambao ni dola laki tano ambao hii ni sawa sawa na bilioni moja nukta mbili za Kitanzania. Then huyo ni Davido. Diamond Platnumz amelipwa laki sita dola. Kwa wakati Davido amelipwa laki tano, Diamond amelipwa dola laki sita. Kwa hiyo Diamond amemzidi Davido laki nzima. Umeona kwenye upande wa dola hizo, ni dolari US, ambapo nimekwambia Davido ni bilioni moja nukta mbili za Kitanzania. Kwa pesa za Kitanzania, hizo dola laki tano ni bilioni moja nukta mbili za Kitanzania. Sasa Diamond yeye, ukipiga mahesabu, inaenda kugonga kama bilioni moja nukta kama sita hivi za Kitanzania. Umeona eh? Alafu kuna Sakode, huyu ni rapa kutoka huko huko Ghana. Yeye amelipwa dola laki mbili ambayo hii dola laki mbili ni kama milioni mia nne sawa, inaenda kwenye mia nne mia nne themanini hivi za kitanzania. Stoneboy na yeye pia amelipwa the same dola hizo hizo la, laki mbili ambayo ni sawasawa tu na Sakodie, umeona. Kwa hiyo hawa wakina Sakodie na Stoneboy, Diamond amelipwa mara tatu zaidi yao, you understand? Alafu Davido ame, amezidiwa laki na Diamond. So nadhani mpaka hapo utakuwa umepata clear picture kuhusiana na malipo ya hawa wasanii ambao wameenda kuperform katika hii party ya Richard Kwae. Sasa basi, hapa page hii ikaendelea kusema kwamba moa alleged list of money Richard Kwae paid musician who perform at his birthday mona alafu akasema kwamba an unconfirmed list of Ghanaian business mogo Richard Quaye paid musician to perform in his birthday party surfaced online. Wanasema kwamba hizi ni habari ambazo zinasemekana kwamba huyu tajiri bilionea mfanyabiashara maarufu huko Ghana Richard Quaye, hiki ni kiasi ambacho kinasemekana ndicho alichowalipa hawa wasanii huko ambao wameperform katika show yake ya Ghana. Lakini pia kuna mpaka conversation chattings za WhatsApp, mm? kuna mpaka WhatsApp chats zimevuja zikiwa zinaonyesha viasi vya pesa ambazo hawa wasanii wamelipwa. Kwa hiyo, Diamond bwana amelipwa bilioni moja na nusu kuperform show moja tu ya uh, jamaa ameperform kweli kama dakika 40 hata lisali kufika. Umeona eh? Lakini ndio hivyo, mpunga huu amevuta zaidi ya Davido. Umeona bwana, so ilikuwa ni momenti nzuri tuseme tu ule ukweli, na lazima tujisikie proud. Watu wanajisikia vizuri baada ya kuona kwamba msanii wao amelipwa pesa zaidi ndefu kuliko Davido kwa mara ya kwanza. Huu ni ushindi kwa Tanzania. Kwa hapa kuna peji hapa wamekuja wameripoti, kwa mujibu wa tovuti mbalimbali nchini Ghana zimeripoti kiasi cha fedha zinazodaiwa kulipwa kwa wasanii waliotumbuiza kwenye birthday ya moja kati ya mabilionea nchini humo, Richard Kwae, ambapo ilifanyika siku ya Jumamosi, weekend hii hapa iliyopita. Katika taarifa ambayo imeachwa imeachiwa, kama screenshot imeonyesha malipo ya wasanii inayowao, inayosemekana kwamba mwanamuziki Diamond Platnumz ndiye aliyelipwa pesa nyingi zaidi ya wasanii wote kwenye show hiyo kubwa na, na ya kifahari. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-replay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupa.